Yes, ikiwa tariki 27 mwezi wa Novemba mwaka 2025, ikiwa siku hii ya Alhamisi cha kwanza, katika muda huu wa asubuhi, ninakusalimu popote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari ya Reality Mambo TV. Natumaini kwamba wewe uko mzima katika afya yako katika muda huu hajalishi, unaweza kuwa uko Marekani, Ulaya, Asia hata katika Afrika. Ninakuja kwa kukupasha habari katika wakati huu ambao unaweza tukafaidia mambo mengi na kutokana na yale ambayo unazidi kuyafuatilia katika kituo hiki cha habari Reality Mambo TV. Na hivyo ninakualika kuwa nami mwanzo hadi mwisho, nikikwambia kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC Kivu ya Kusini. Basi katika mambo haya na katika taarifa za habari za leo, nikukupasha tu mara moja kuhusu jambo ambalo mbunge Juste Bitakwira aliweza kuzungumza. Jambo hilo liliweza kuumiza sana, jambo ambalo linaweza kugusa watu wengi na kuleta machungu katika moyo. Nikumbushia ya kwamba katika maneno yake, jambo ambalo liliweza kuumiza sana ni jambo la kugusia wazalendo ya kwamba walikuwa porini, kuwatosha porini, kuwaleta huku katika mji na kusema ya kwamba walikuwa wanachawa katika nguo zao. Jambo hilo linaweza kusumbua sana na kuweza kabisa kuhuma kiasi kikubwa, na hayo yote yaniweza kutapakaa hata katika mitandao ya kijamii, kuonyesha mara ngapi moyo unahuma na kushutumu jambo hilo, kumwomba hata aje kuomba msamaha, lakini kwa jambo ambalo aliweza kuyatenda sio jambo nzuri, na mimi nimerudi kwenye mjengo huu kuja kusema maneno yangu kuhusiana na tamko za Honorable Takwira, kwa kweli nimepata masikitiko sana na tamko zake, ambazo zimejaa huzuni, zimejaa miiba, zimejaa maumivu. Lugha aliyoitumia imekuwa lugha ambayo inaumiza sana, imeweka madonda, imetonesha madonda moyoni. Kwa kweli, ninasema amekosea vya kutosha, au kwa lugha nyingine ametamka kwa haraka, wakati yeye siye mtu wa kutamka namna hiyo yeye anawalaumu wazalendo. Hivi Biblia inasema hivi, unatoshaje kibanzi chenye kuwa kwenye jicho la mwenzako wakati kwenye jicho lako kuna kibanzi hujawahi kukitoa? Ni muanze yeye Bitakwira na makosa yake. Kosa la kwanza Bitakwira, ambalo ameenda kulifanya kubwa zaidi Alikuja kuuisha wazalendo hapo Uvira, wakati yuko kwenye utawala wakina Joseph Kanambe, mtware na wenzake hao, akina Nanga, akina Zariasi Ruberwa, wakati yuko waziri yesi, amekuja kuuisha watu hapo haya makosa yeye ameyatubu kwa nani? Hii damu yeye ameilipa nani? Kama yeye kwa makosa aliyoifanya jeshi ambalo alienda kulipiga kwa sababu ya kutetea nchi, leo hii alikuja kuliomba liende litetee nchi. Kama yeye hakujua thamani yao, amejuaje thamani yao leo? Alafu leo anatumia lugha ya kutukana jeshi ambalo analisamini limezuia uasi, linapiga waasi, limebloku mpaka waasi kukosa amani. Ila leo wameona hawafai, kisa wameuana, kisa wameua wananchi. Ni kweli wamekosea, lakini unawatukanaje kisa wamekosea? Mbona wewe ulivyouisha watu hapo Uvira ulivyouisha wazalendo haujatukanwa? wa na huo msamaha, baada ya kufanya makosa ulimwomba nani? Kama kuuisha watu ni makosa, mbona na wewe umevifanya hivyo hivyo? Lingine ni kwamba, mbona makosa ya wazalendo yanachukuliwa kuwa ni makubwa sana kuzidi ya, ya wanajeshi wengine? FRDC uko Mikenge, mbona wameuwisha wazalendo, wameuwisha wananchi? Yeye Bitakwira alikuwa wapi? Mbona hajalisema hilo? Ikiwa yeye kweli ana uchungu na watu kufa kazimia hapo, mbona wa FRDC wa, wafuma waliua watu kwenye boti? yeye Bitakwira ambaye anapenda watu, mbona hajasimama kusema kutukana FRDC? FRDC walikimbia Goma, wakakimbia uvi, Bukavu, mbona yeye hajatukana, hajawatukana yeye, ambaye ana uchungu na nchi? Kwa nini hao nao hajawatukana? Tvitaqwira, maneno anayoyasema yanatuonyesha vidonda vya hatari sana. Hivi yeye anajua samani ya mzalendo? Alishawahi kuona mzalendo na uzalendo wake kabisa, mpaka afike hatua ya kumtukana kiasi hicho? Haya makosa ambayo ameyafanya ameweka donda ambalo kovu la donda ambalo alitosaulikiwa kamwe kwa sababu maumivu yanabaki ni yale yale. Tunarudi kukumbushana makosa ambayo yameshatendwa na serikali zilizopita, amekuja kuyarudilia kisa ya makosa ya watu wanne watano, hata kama wawe mia, wana makosa ni kweli, wamekosea. Lakini kwa nini utukane ni watu wote? makosa haya Niseme kwamba huyu Bitakwira inaonyesha wazi sumu aliyoitumia, aliyopigwa tokea kipindi kile, yuko waziri kwenye utawala wa Joseph Kanambe Mtware, ndio hiyo hiyo ameanza kuionyesha. Kwa kweli, inaonyesha wazi sio mtu wa kuaminika. Japo makosa yametendeka, amekosa mbinu, amekosa njia za, ku, za kuleta ufumbuzi kwenye swala hilo, mpaka unaenda kutumia lugha kama hiyo. Unashindwa kujua samani walioifanya, unashindwa kujua umuhimu wao. Wakati wako hapo Luvunge, jeshi ya FRDC ya wapi ambayo ingeweza kuzuia hilo, wakati wanajeshi wote wa FRDC walikimbia Kalemi, wengine walienda njia, wengi wame, wameishia huko korokoroni. Mbona huko majenerali wamefungwa tu wengi kwenye makosa ya ya kuuzisha miji. Mbona hajawai kuwatukana ku wameuzisha Goma hajawatukana, wameuzisha Bukavu hajawatukana, kisa wazalendo wameuana. Ni kweli ni makosa, lakini kwa nini usije ukachukua suluhisho kwenye hilo swala, mpaka ufika unatukana unazarilisha watu kama watu hawafai, wa kama watu walichokifanya hawajawai kufanya kitu hata kimoja cha umuhimu. Kwa kweli vitakwira ni mseme kwamba wenzie kwenye bunge wanasimama kutetea jamii zao, kutetea wananchi wao. Hivi yeye kaishawahi kusimama bungeni kuitetea taifa ya ya Fizi au Uvira ambayo imeuiwa na Wanyarwanda lini? Makosa ambayo anaenda kuyatenda leo bungeni anashindwa kuyatumia sa. mimi ni mseme kwamba huyu mtu anaonyesha uhalisia kwamba sio mtu wa kuaminika tena mpaka unafika hatua ya chawa kwa nini? Unatonesha madonda kwa nini? Mtu ameenda kukaa porini amejitesa kwa sababu ya kutetea nchi yake, leo hii unaenda kurudilia yale yale makosa, unamrudisha Yesu msalabani. Bitakwira, ah, niombe sana hii audio yangu imfikie Bitakwira kwamba aje aombe msamaha, lakini ajue kwamba Biblia inasema tutawatambua kwa matendo yao. Tunamwona amekuwa mtu hatarishi kwenye jitihada zetu za kutetea nchi yetu, amekuwa mtu hatari, anaweza akaleta madhara muda wowote. Kwa hiyo ile sumu ya M23 imeshaanza kumtumikisha. Asante sana. Na kutokana na maneno ambayo Justin Bitakwira aliweza kuzungumza na hayo ambayo yametoka kuzungumzwa hapo ya kwamba sumu ya waasi wa M23 imeshaweza kumtapakaa na kuanza kuyazungumza mambo hayo, nikumbushe ya kwamba katika maneno mengine yafuatayo yalikuwa maneno ambayo yanazungumza na kusema ya kwamba kweli Uvira anataka kufunguliwa. Na hayo yote kama Jiste Bitakwira aliweza kuyazungumza, ni kwa sababu tu yeye ana lengo moja ya kwamba waasi wa M23 wapate kuingia. Hayo ni kianuku na kuchukua katika maneno ambayo yanaweza kuzungumzwa hapo, na Njomo, anaona banaleta vurugu sana pale Uvira, alisema tulikuwa na chawa, ile neno anasema, alisema tulikuwa na alisema ile neno jua kuona hii vurugu yenyewe inapitikana Uvira iko natutusi vitakwira vita kwira iko na tutusi sisi wazalendo, ana tutusi ushozi alikuwa anasema sema, mlikuwa hapana kusema, mlikuwa mlikuwa na chawa na leo mnakuwa mjini, ana tusi sisi wazalendo, ana tutusi ile ndio hiyo vita kwira, ana tusi wazalendo ni watu walikuwa na chawa, hapana kusema anasema

ile nje, ile vurugo yapo hapo, wanapenda petition nje ionekane FARDC ao M23 wapite pale, na ndio banapenda. Nikuambia habari kama kusema, watu mingi iko nasema, wanasikia watu wanasema, watu wanasema sema, wanasema ni michezo, wanasema juu njia, wanapenda njia ipite, wanapenda njia ipite njoo, wanapenda njia ionekane pale tu. Unaona analeta ile vurugo. Nile langaja vitakuwa ina kusema balisema, hapana balisema. Tuasema tulikuwa hapana, tulikuwa na chao ndio maana nasema juu ile vurugu pale Uvira. Ile ndio muyue. Wewe usione kama ni ndugu yako, hata mama yako leo akishakuwa na bulozi, hata mama yako akishakuwa na bulozi. Atakuwa wewe mtoto wako mwiko namsemea. Leo pale Uvira inje kionekana na siapa baraka tutakoso salama na amani. Unaona, wakati vitakuru anasema anasema vitakuru, uh, usiseme vitakwira vitakuru kunapenda njio ionekane pale M23 ipe ipite ile njio yuo. Wewe kama uko unasema mangu ni mulozi, akwaki mulozi wewe, ndio utakuwa kwanza kukufa. Ndio ile bandugu yangu, sisi tuko na susi sana nchi yetu isibebewe na batusi. Ona watu ya Bukavu na ngoma biko vigisi biko na uwawa. Sasa vile mbuzi ukikosa tusi alungu, mtu uko na uko na uwawa na miti miti, njio uko na uwawa mtu miti tu njio na uwawa miti Uvira ita kamatiwa. Jambo la Uvira kufunguliwa na waasi wa M23 ni jambo ambalo limetapakaa. Isitoshe, katika mambo hayo, imesikika na kushuhudiwa na watu wawili ya kwamba Bukavu kumesikika na kuonekana ex Rais Joseph Kabila kuweza kuonekana maeneo ya Bukavu katika Kivu ya Kusini, ambako waasi wa M23 kuweza kushika na ni kuongezea ya kwamba hayo yamesikika na kuweza kuthibitishwa na watu wawili, na kuweza kuonyesha ya kwamba ikiwa nia kubwa yao ni kuweza kutoboa maeneo ya Uvira na kuweza kuonyesha mara ngapi pesa zimeshatolewa, lakini hayo ni kianukuu na kuyatosha katika maneno ayazungumzwayo hapo. So hivi vitu vyaviko napisikana, Uvira batu mingi wanaweza viona muza menikitu iko tre serie

Baazi ya batu beviko Uvira benye pesa isha bafikia ngambo ya FRDC na wazalendo. Mie ombilangu mbilangu, ni basoda ya Burunzi njo baende mbele. Atuyajua ni wazalendo gani wamepokea pesa, lakini pesa ziisha enda, na selon information tunapata

mweventra sasa abalikuwa mrenio Bukavu, kini yakuenda mrenio Bukavu ni kutovola uvira baingie kalini. Mazungumzo yao ilikuwa ya kusema hivi nani Makenga akaambia Josefu vya mungu nanga akaambia hivi

Sasa tunafanya hivi, siyetupane makuta, bakishapokea zile franka, situnayua kila mwenye tuko tunapatia makuta yetu, na wale wale wenye tuko tunapatia makuta njo wenye waliuwaka vandugu yetu. Kumbe tukisha kamata, siye tusibaoneshe tu roho mubaya wala tusi, tusiangalia seme tu, bali tu balituuwia balifanya nini hapana. Siyetukisha kamata, tukamate wale valea ba bale bakubwa bote bale vichwa vyao vyote tutabaitaka mkwe tu wape kazi bote, bote tunafanya nini? tunaua kwa msatu fanya nini? tujilipe ubu mwingine bwa chini chini wote hakuna hata umoja mwenye tutachaka hii maneno yetu. Naongelea murenio ibakilie umu umu, usiku wa kufanya nini, wa kutia yule wakaisabia watu wenye walipatiliwa makuta pale

yakusema batobole uvira or saba batatobola uvira valevalevvalikamata ile makuta uwe kwanza ilifoawau na ingine makuta. Kwa saa hii tuko tunaongea, mere de la ville anaweka makuta wa, wa Uvira naye alibeba makuta vkanambia, dada hapa kwenye tuko tuko tunavaombea ikakiakuwa seme ametobola uvira maanayake mwiwe kama Kongo inaenda na Kongo ikishaenda, Bakongomani tutaishia kukisu, hakuna hata Mkongomani mwamwe wataacha juu, walishatayarisha ile mafamilia za wale wenye wako bana, wanakufia Mkongo, walishabambia mwamwe ache fuyo tu, tumalize kamata, tuwakamata tunayiwa parti yenye tutawapatia kila ule alipoteza mtu wake. Mkuu wa wazalendo Jenerali Rene Itongwa aliweza kuzungumza naye pia kugusia hali ya usalama ya Uvira na milio ya risasi ambayo iliweza kusikika hapo, akigusia zaidi na kuonyesha mara ngapi wale ambao wanaoweza kuleta vurugu katika mji huu wa Uvira ni wa Fuleru na Wavira na kuweza kuonyesha mara ngapi kosa ambalo wanaweza kufanya maeneo ya hapo Uvira kuweka kamba ya tozo katika mji mwenyewe wa Uvira na hivyo kuweza kusumbua watu. Hayo tu ni kianukuu kwa yale ambayo Rene Itongwa aliweza kuyazungumza. Mimi ni Rene Itongwa, mzalendo wa ukweli, mwenye kupigania inchi na taifa

benye bana aribu situasio sekiritere ya uvira ni batoto ya Uvira, bavira bafuleru abiko bitu bya kufichikana basivalishe bazalendo bote. Aseme bazalendo bazalendo, apana, bavira na bafuleru, batoto ya Uvira purukwa tuseme vile tunasemea juu ya msantre vile ya Uvira. Ukienda Kalundu, benye viko pale Kalundu ni batoto ya Uvira, Bavira Bafuleru, kiongozi wabo ni Kuruninga. Tunayenda karte Songo, tunayenda kuta kiongozi mwenye iko pale ni Landa Bango Uruma. Uyukuruninga ndo ajaua ndo jina yake ajaua, na ule Uruma Landa Bango. Kwa hiyo ukishuka Mlongwe munajua wenyeviko Mlongwe, ukienda Kasenga unakuta wenyeviko Kasenga, na batoto venye viko hapo ni batoto ya hapa Uvira, akuna etranje. Mwenye iko navuruga usalama wa apa na kupiga masase haiko ni yebo. Batoto yapo Kalundu, Songo, Mlongwe, Kasenga na Kamvimvira, na bakomanda bote benye bikwapo ni babafuleru na Bavira, hakuna ingine kabila yenye iko muabo. Bakomanda bakomanda bote bikwapo ni Bavira na Bafuleru, na yebo ndo biko napiga masase

Sasa evo tena bamwene mungini yabo kama vile Uvira ndo ba kwanza tena kuvuruga usalama wa Uvira, banashindwa na venye aliko batoto ya Uvira ndo venye banalinda tena usala usalama na kutetea zaidi usalama wa Uvira. Kwa hiyo raia ya Uvira ijue kama venye banavuruga usalama wa Uvira ni batoto yabo ya Uvira kuruninga ajauwa uruma landa bango Mulongwe, benye biko Mulongwe mnabajua, benye biko Kasenga muna bajuwa. Hata kama tutabataya majina munajuwa bote, tunadetermine bien Bafuleru na Bavira benye biko msantre vile ya Uvira, ndo usalama kwanza. Mdogo wa masasi kulia, kila mara batukuwawa batukufanya nini? Ni yebo. Ile problemu ya kumonima tunakuta ni yebo Problemu ya ya Kalundu ni yevo, na kila mara ni yevo. Sasa vanaikalia pali kwenda vanapakalisha vatu vengine buchafu yenye yevo viko vanafanya inakuwa juu Kalundu. Rene kwake ni Kalundu, eh Rene, rene rene me venye bafanya mavaya na venye vikokwavo Kalundu ni avo avo vapeti vakuruninga. Kwa hiyo raia ijue ya kwamba benye banavuruga usalama wa Uvira ni yabo benye tunataya baidentifie, komanda mwenye ko Kalundu niyo koruninga songo iyo nani landa bango uruma na benye viko mlongo, muta, mutataya majina yabo, nyinyi wenye ekule munabayua na makasenga uko. Hiyo ndo taarifa tulipenda kutoa, mpaka tunaanza fikishana ya kwanza kushakiana, sasa presque impossible mtu kwao Onye kwa do defendre la vie ya kwenu bazazi yako ndo kwenye biko familia yote ndo kwenye iko me, weyo una insecurize kwanza population yenu. Ndo benye bataweza kwenda kulibere watu, ukibambia baende kuvita baendaki, ukibambia baende baikale kufura baikalaki. Kwa hiyo tunambia basaje benye biko uvira bashauriye babiana yabo Baba, shaurie baachane na hiyo tabia, haiko mzuri, haitatufikisha fasi. Baachane na hiyo tabia ya kunsikilize watu. Baada ya kusikiliza vipindi hivyo, sina budi kusema asante. Ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, ila tu ni kukuambia ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, lakini ninakuomba upate kusubscribe ikiwa u ungali wa mpya kwenye channel, ili wanapata habari zetu mapema, na hivyo wasambazie watu wengine, hata wanapata habari zetu kama jinsi unavozi faidia nikisema asante, tokutana tena wakati mwingine.